Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, karibu katika chaneli yako pendwa Nebuye TV. Tuko tunajihusisha na mambo ya kilimo pamoja ujasiria mali na ufugaji mdogo mdogo. Kwa siku ya leo kama leo, kawaida yetu tupo katika mwendelezo wa video yetu ya matembele. Kwa siku ya leo tuko na mkulima wetu kutoka shamba lake, tumekuja kumtembelea atufundisha ah, mbinu za upuliziaji wa dawa, kwani tunavyojua kabisa kwamba matembele bila kupulizia dawa na kuwa anapata wadudu na athiriwa na wadudu, kwa kuna wadudu ambao wanaathiri sana matembele. Kwa hiyo upate mavuno bora, kuna adu, kuna dawa ambazo inabidi uchanganye pamoja na maji ili uweze kukinga matembele yako yasipate changamoto. Kwa hiyo mpenzi wa Nebuye TV karibu sana, tunakukumbusha uweze kusubscribe, uweze kulike pamoja na kushare, na pia washirikishe wenzio kuhusiana na chaneli yako pendwa pia tunauza na vitabu kama namba za simu ma ambazo zinaonyesha katika skrini yako hapo. Ukitaka vitabu vya mboga mboga, vitabu vya ufugaji wa bata na vitabu vya ufugaji mwingine wa kuku na kadhalika, tuwasiliane kwa ajili ya kupata huduma. Karibu sana, naomba tufuatilie, mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, kama unavyomuona mkulima hapo ameshika bomba hilo bomba uliona hilo ni lita kumi na tano, ina maana umo ndani kuna mchanganyiko mzuri wa dawa ya kuua wadudu pamoja na maji ambayo amechanganywa kwa ajili ya kupulizia, na wataalamu wanasema kwamba baada ya kupulizia dawa ya kuua wadudu ina maana kwamba inabidi ukae mpaka wiki moja, yani maana yake ni siku saba, kabla hujusichume tembele hilo kampa mlaji ku nabidi ukae ndani ya siku saba, ndio uweze kuchuma na kulipeleka sokoni. Kwa hiyo huyu mtembele na maana kuja kupiga hesabu hapo, huyu mkulima kwa anavyolitunza tembele hili, ana uwezo wa kuchuma kila baada ya muda na kupata mafanikio makubwa, na ana uwezo wa kulisha kijiji au mtaa mzima kwa ajili ya kilimo cha matembele. Basi tumkaribishe aweze kutuelezea kidogo, tupate manufaa. karibu mkulima, kwa anapokea oda na wapelekea wateja huko huko ambako waliko yes. Huko huko ambako waliko <coughs> linakuwa na muonekano mzuri, tembele linakuwa linavutia, tembele linakuwa linakuwa na muonekano ambao unaopendeza kama hivi, linang'aa, linapendeza kama ambavyo unavyoona mpenzi mtazamaji, tembele hili linavutia sana, tembele ni nzuri, tembele ni bora kama hivi yes. Kama hivyo unavyoona mpenzi mtazamaji, hii ni kwa sababu ukiwa unajenga desturi ya kulipulizia dawa mara kwa mara na pia huwa e, tembele usipolipulizia dawa au e, dawa usipolipulizia vizuri, lazima litakuwa na aina fulani vya madoadoa meupe, madoadoa fulani hivi meupe yanaweza yakawa kwenye hilo tembele, lakini ukilipulizia vizuri dawa inaonekana katika muonekano mzuri kabisa na quality na angavu, kama jinsi ambavyo unavyoona linakuwa linang'aa na kumvutia mteja anapoenda kulichukua, kweli anakuwa anapendezwa na mwonekano wake jinsi ulivyo. Namna hii, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wangu wa YouTube channel e, ya YouTube channel wangu oh, kwa namna kama hii kwa namna kama hii nuu mtazamaji na mfuatiliaji wangu wa nini, ndio mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, ngoja tukusogezee kamera karibu hapo ili uangalie jinsi gani mkulima wetu ameweza kupiga hatua. Kama uliangalia eh, ndio, uliangalia n kilimo cha matembere. Sogeza kabisa karibu, unaona ilo ndo tembee. Tembee liko vizuri hapo, limependeza vizuri baada ya kupigwa dawa, napigwa dawa leo mpaka baada ya wiki moja mpaka na wiki moja na nusu, ina maana mlaji anaweza kaa. Unaona nilivyopendeza tembele. kwa kila kilimo chochote <coughs> maji, kila kilimo chochote kinahitajika matunzo, na matunzo ya kilimo ina maana kwamba ni mbolea, dawa ya wadudu, pamoja na maji. Kwa hiyo, hiyo ni video ya leo ambayo inahusu faida pamoja na umuhimu wa kupulizia dawa. Pia yeah, na maana mteja lazima alichukua tena kwa bei kubwa, na utokua kuna changamoto yoyote. Kibabezi mtazamaji, na kuomba tu uweze kutufuatilia na uweze kufuatilia mwendelezo wa video zetu mbalimbali kuhusiana na kilimo cha nyanya pamoja na kilimo hiki cha matembele na ukiangalia pembeni hapo kuna kuna mboga mboga zingine hizo, naona hizo. Ina maana ni mkulima mzoefu ambaye tumeenda kumtembelea shambani kwake na kuweza kutufundisha kwa hiyo. Ni mtaji mdogo kwa kilimo cha matembele, kinahitaji mtaji mdogo sana, ili kuweza kufanya mapato na mavuno yaliyo bora. Nipende wa kuomosha mtazamaji uweza kutufuatilia kutoka mitandao yetu ya kijamii Facebook, WhatsApp pamoja na Instagram. na pia ukomboke kushae na komboke comment. Tunasoma comment zenu na tutapokea maoni yenu kwa ajili ya kuifi na ajili ya kutoa elimu nzuri ya kilimo. Kuna pembeni apo mtazamaji, ina maana kwa hiyo video nyingine tunatoa kilimo cha mabiringanya. Mnao ni mkulima ambaye analima shamba msetu, unakuna matembere, kuna biringanya pembeni hapo. Kwa vijana bii jitahidi tuweze kupata kipato cha kwetu.